Mashirika ya umma yalianzishwa kwa lengo la kuhakikisha ya kwamba yanazalisha faida ili kusaidia kuchechemua na kuongeza kasi ya uchumi na maendeleo ya nchi, lakini katika miaka hivi karibuni kumekuwa kuna taarifa kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, baadhi ya mashirika yakileta hasara, hatua ambayo imefanya serikali iendelee kuumiza kichwa kuhoji nini inaweza ikawa mwarobaini wa hili tatizo. Msajili wa hazina alitwishwa mzigo huo wa kuperuzi shirika moja baada ya jingine, kuangalia tatizo lipo wapi? Je, ni mtaji ama katika uendeshaji? Lakini hadi sasa kuna yale ambayo yanaendelea kujikongoja na kuanza kuonesha mwanga mzuri wa maendeleo, lakini kuna mengine bado yanahitaji kuendelea kupigwa msasa zaidi, ili malengo ya serikali yaweze kutimia. Tutatupia macho hilo la mashirika haya. Kwa nini ameendelea kuteteleka wakati huu ambako pia viongozi wale wa bodi wakiendelea kupewa mafunzo ili malengo ya serikali yafikiwe na wananchi waone tija ya uwepo wa mashirika yao? Mi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Studio tuna wageni wawili. Kwanza tupo na Dr John Pima, yeye ni mratibu wa mafunzo ya maadili kwa viongozi wa umma. Karibu sana nashukuru sana no. na <laughs> na <shukuru sana. laughs> Bado tunaye tulianza naye kwenye taarifa ya habari na sasa tunaendelea mwendelezo pale ambako uh, tulianzia, lakini kando yake yupo uh, Felotius Manula, yeye ni mkuu wa kanda ya kusini kutoka ofisi ya rais sekretarieti ya maadili. Karibu sana asante sana. Mambo anasemaje? Dasulia. Kwema, kwema, kwema, kwema. <laughs> Moja ya eneo ambayo limetajwa kwamba ni chanzo cha hali hii ambayo tunaishuhudia sasa ya baadhi ya mashirika kutofanya vizuri zaidi ni eh, ukosefu wa maadili eh, na uadilifu kwa baadhi ya viongozi ambao wamepewa hilo jukumu. Nyiye ndo wenye jukumu la maadili, wapi ambako tumelegea? Asante sana ndugu mtangazaji na wasikilizaji wa Azam Uh, kuna maeneo mengi sana lakini tunalojaribu kuliangazia hapa ni utekelezaji tu wa ile misingi ya kanuni, sheria na taratibu ambazo zimewekwa, lakini kikubwa ambacho tunakiona eh, ni kwamba sio kwamba watu hawajui kama kuna sheria kuna taratibu. Kuna uelewa mkubwa sana, watu ambao wanaingia kwenye nafasi mbalimbali wana uelewa mkubwa sana, lakini je, wanaochukuliaje ule uelewa mm? Ndio maana sasa tunasema hebu tuangalie namna bora ya kuwakumbusha, sio kwamba tunaenda kuwafundisha kuwakumbusha wajibu wao, kama hivi tunavyoenda kufanya hayo mafunzo uh. Awali tulikuwa ni sekretariti ya maadili pekee, mm, tunakwenda kwa viongozi, lakini ujue viongozi hawa tunao wengi sana na wa makundi tofauti tofauti. Kwa sasa idadi inaweza kufikia zaidi ya elfu kumi na sita. Mm-hmm. Kwenye ukiangalia kwenye hizi taasisi za umma, ukiangalia kwenye serikali kuu, serikali za mitaa ni wengi sana. Japo, uh, tumetawanyika kwa ngazi ya kanda, hatujafika kwenye ngazi ya mkoa. Uh, tuangazia kanda. Kwa mfano, kanda ya kusini na mikoa mitatu. Mm. Sasa kwenda kwenye hiyo mikoa mitatu halmashauri zizoko kwenye kila mkoa kwenda kuzifikia inakuwa ni ngumu. Basi tukasema, hebu tuangalie. Pamoja na hizi changamoto za watu kujisahausahau lakini pia sisi na sisi, na sisi kapasiti yetu ni ndogo tutafute wadau watusaidie. Na licha ya kapasiti, pia kuna namna ambayo hawa wenzetu wadau wengine wanaweza katusaidia katika kutoa hii elimu, na ndio maana sasa tukaingia ushirikiano baina ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma na Chuo cha Uhasibu Arusha. Katika makubaliano yale tumesema kwamba kila mmoja atakuwa na mchango wake wa kutoa. Lengo letu kubwa ni kwamba tuweze kufikisha hii elimu ya maadili kwa hawa viongozi, na kwa sasa tumeanza na makundi machache. Tulianza na awa wakuu kwenye taasisi, lakini sasa hivi leo hapa Dar es Salaam tunaendelea na wenye viti wa bodi mbalimbali sasa. mm -hmm. Huku ndiko ambako ulikuwa umeanza kugusia, kule ndo kwenye matatizo, lakini sio kwamba kuna matatizo kule peke yake. mm -hmm. Tumeona tuanze na hawa kwa sababu hawa katika utekelezaji wa majukumu yao wanabeba dhamana kubwa sana. Hawa ndio waamuzi, hawa ndio ndio waamuzi wanaosimamia sera na sheria, kwa hiyo tuanze na hawa, lakini tutaendelea kadri muda unavyosogea tutaenda hata kuwakava na viongozi wengine hmm. At least mwisho wa siku uh, tuweze kufikia idadi kubwa sana ya viongozi ambao wanastahili kupata hii elimu ya maadili. Okay. Dr. Pima, kwa nini sasa mkaamua uh, nyiwe wazee wa mafunzo kuwaleta hawa wenyeviti wa hizi bodi ili kuhakikisha kwamba mwape hayo madini? Naam, nashukuru sana Mr. Nurdin e. Kwanza niseme kwamba nashukuru kwa fursa hii kwa mara nyingine tena e, Azam Media mnaunga mkono juhudi za serikali, tunaona na hii ni mojawapo kwa sababu tunapoongelea maadili ni kila kitu, yaani hii ndio maadili ndio yanaokoa taifa, na sisi chuo cha Uhasibu Arusha wa kama wadau wakubwa wa, wa maadili E, tumekuwa sehemu sasa ya, ya programu hii kwa maana kwamba tarehe sita mwezi wa tatu mwaka huu e, waziri wa wa Waziri Simba, Simba, Simba, Simbachawene alizindua rasmi sasa hii programu ya mafunzo ya pamoja kati ya Chuo cha wasibu Arusha na Sekretariati ya Maadili ya Viongozi wa Umma, lengo ni kuhakikisha kwamba tunawafikia viongozi wengi na ile kutengeneza sasa ile culture, ule utamaduni wa watu kujifunza na kutazama kwamba tunatakiwa tufanye nini kizuri zaidi katika nyakati hizi, na utakumbuka kwamba tayari Rais Samia Suluhu Hassan hmm. ndiye anachagiza, ndo mtu namba moja ambaye anasisitiza kuhusu maadili. Nadhani tangu mwanzo amesema sana hili na tunaona sasa hata matokeo yanaanza kutokea kwamba hata ukitazama ripoti ya CAG ya mwaka huu sio kama ya mwaka jana, nadhani hmm. kwa hiyo kuna maboresho yanafanyika. Sasa sisi kama chuo wenye dhamana ya mafunzo kupitia vituo e, vyetu mbalimbali, tunaungana sasa na juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunawafikia hao viongozi na kuwatengenezea yale mazingira ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kushirikishana kukumbushana na kuona kwamba tunafanya nini. Kwa hiyo ndo juhudi ambazo zinafanyika mpaka sasa hivi, na kiufupi tu ni kwamba tumeanza Zanzibar na wakuu wa taasisi halafu tumekuja sasa kwa wenyeviti wa taasisi kama ambavyo umesema. E, taasisi ya umma inaanza na ule uongozi wa juu kabisa ambayo hmm. ni bodi ambao sasa ndo hao ndo wazee wenyewe wanasimamia hizo taasisi, na hao ndio tumeanza nao, tuko nao Dar es Salaam hapa, lakini tunakwenda kwa hawa wakuu wa taasisi wenyewe. Baada ya hapo, tunakwenda kwenye menejimenti za kila taasisi, na baada ya hapo, tutakwenda pia kwenye taasisi zingine za serikali, kwa mfano e, kwa wakurugenzi wa halmashauri za wilaya hmm. e, lakini pia kwa makatibu tawala wa mikoa na wale wote ambao wanatajwa na ile section 4 mm. ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma iliyorekebishwa mwaka 2023. Kwa hiyo e, hao ndio ambao wanapitishwa wana, wana sasa rasmi kwenye hii hi program, na lengo ndo hilohilo kwamba maadili ndo kila kitu. okay. E, na bila maadili maanake, mambo yanaweza yakavurugika sana. Kwa hiyo mm. pamoja na juhudi hizo, ni kuona sasa kwamba tunatoka hapa tulipo twende kwenye hatua nyingine nzuri zaidi maana kwamba kwa maana kwamba sasa e, tuone huduma zinatolewa vizuri na kila kitu kinakwenda kama ambavyo inatakiwa, ndio mm. Manula, tukiangalia mara nyingi ripoti za CAG anataja mambo kadhaa ikiwemo ni udhaifu, maamuzi yasiyo na tija na matumizi mabaya rasilimali ya rasilimali. Anasema mara nyingi haya ndio amekuwa msingi wa haya mashirika yetu kutofanya vyema. Haya nanyi yamekuwa ndio mambo ambayo yanawaongoza kwenye haya mafunzo na kuhakikisha kwamba watendaji wetu wanayafahamu vyema haya maeneo ambayo CJ amekuwa akilalamikia mara kwa mara. Naam, barabara kabisa. Ah, hayo yote uliyotaja, ah, kwamba maamuzi eh, kutuzingatia taratibu, ndio mambo ambayo sasa tunataka kwenda kuyaangazia na ndio maana tumeanza na hili daraja hili la hawa wenye vitu vya bodi. Hawa ndio wanaotoa wa maamuzi lakini na hawa CEOs hawa ndio wanaotekeleza ile maamuzi. Kwa hiyo tumeona tuanze na hili daraja kwanza, alafu baadaye tutakwenda. Kama mwenzangu alivyosema kuna tatizo kubwa, kama nilivyosema kwamba tatizo sio kujua kutojua sheria. hmm. Sheria wanazijua, taratibu wanazijua, lakini je, wanazizingatia ipasavyo? Na ukiangalia uh, kwenye hii course tumejaribu kuangalia maeneo muhimu zile sheria ambazo zinawasaidia wao katika kusimamia swala so zima la utawala uta bora, ukiangalia mm-hmm. Tunaangazia kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma, tunaangazia kwenye sheria ya manunuzi, tunaangazia kwenye she sheria ya uh, uh, fedha, tunaangalia sheria zile zote za organized crimes. ambazo zenyewe zinasimamia utawala uh, bora, tunajua ukiangalia, kwa mfano taratibu za manunuzi jinsi zilivyo, sio kwamba hawazijui wanazijua tena, wanazifuatilia kwa umakini zaidi, lakini je, uadilifu upo? okay. maadili na uadilifu kwa sababu maadili na uadilifu ni zaidi ya sheria, hmm. kwa sababu ile inagusa dhamira ya ndani, kwa sababu kuna wakati fulani unaweza ukaona watu wanakwenda na, kwa mfano, utaratibu wa procurement, tenda zinatangazwa, bids wanajitokeza, inafanyika evaluation, awadi inatolewa kwa utaratibu kabisa documented, lakini huko ndani ukifuatilia, huko ndani kuna watu wajanja wajanja, wanatumia fursa za taarifa zile wanazozipata zinakwenda huko, wanakuja kuibuka bidazi ambao kwa kweli ni watu ambao hawana sifa za kutosha, wanakuja. Lakini sasa hata katika maamuzi, ndio maana tunasema kwenye maamuzi ni suala la msingi sana na sasa sio kwamba tunawaona tuna, tuna, tuna, tuna hawa wenye maamuzi ndio wenye makosa hmm, lakini ni mfumo mzima ule, kwa sababu unaweza kuta kufanya mwenyekiti wa bodi ye anakuja anasimamia vikao, kuna watu pale anakaa wanajadili hoja mbalimbali, ye kazi yake ni kusimamia pale, iza ikatokea jambo halijui kabisa, limefanyika huko ndani kwa wataalamu, wanakuja na pale uamuzi unatoka, wanapiga kura, wakishapiga kura, maana ni waamuzi wawote. Huwezi kumlaumu mwenyekiti pale. Huko ndani kuna vitu vimefanyika havijui, lakini imetokea mm -hmm. pale vote of majority limepita. Lakini mwisho wa siku ndio hizo zinaibuka taarifa za CAG. Mm Hili -hmm. limepitia wapi hili jambo? Ndio maana tukasema sasa hebu tuwe serious kidogo. Na tunaposhirikisha hao wadau, ukiangalia mzangu alihusia pale uh, kwenye taarifa ya habari. Tumewahusisha si tunaita wale senior citizens. Mm -hmm. Kwa mfano Mzee Simbakalia ana uzoefu mkubwa, amefanya kwenye mashirika haya, naye mwenyewe pia ni, ni board member <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mwenyekiti wa bodi ni <laughs> mwenyekiti wa bodi lakini ni facilitator. Kwa maana hiyo ana uzoefu mkubwa sana eh. Haya, ukiangalia okay, uh, kuna wengine ambao tunao pale, kuna jaji ni hayo tuko nayo e, tuko mama Gertrude Mongela tunaye pia e, tuna <laughs> Susan Mlawi mbali alishawahi kushika nafasi mbalimbali mpaka kuwa katibu mkuu. Kwa hiyo hawa kuna bwana mmoja tu Messi Kirama namfahamu sana, yule bwana ni mwadilifu kuli kweli na ameshika nafasi mbalimbali serikalini. Kwa hiyo tunawatumia hawa kwa sababu hawa, tunajua wana institution na memory, watakuwa na taarifa za kutosha sana kuhusu utumishi wa umma, na bahati nzuri kwa mfano bwana Messi Kirama alishawahi kuwa mpaka mkuu, eh, wa idara ya, ya, ya, ya maadili pale ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uelewa mkubwa. Kwa hiyo hawa tunawashirikisha. Kwa hiyo hiyo ukiangalia, uh, elimu hii tunavyotoa sio kwamba sisi facilitators ndio tunajua vitu. Sisi tunachokoza tu mada. Alafu sasa wao wanakuja. Yaani wanashiriki vizuri na wanatoa michango mizuri pengine vitu ambavyo sisi hatukutarajia. Sasa tukasema, hili jambo kama tumechelewa. Mm. Hey, kweli kabisa tulitakiwa pengine tulianze kabla. Lakini hapana, Hatujachelewa, ndo kwanza tumeanza. Tutafikia mahali tutakwenda vizuri. Hizi taarifa taarifa hizi kadi kadi mwenzangu anavyosema, ukiangalia taarifa ya CAG ya mwaka uliopita na hii nyingine kidogo, kuna improvement. Yeah. Lakini pace ya improvement, sisi tunataka tuone kama watu hawa wanapata elimu, baadaye tutakuja kupima tuone kama taarifa zile za nyuma zilizotoka na hizi kuna maendeleo gani hapa katikati. Hilo moja, lakini la pili tunataka sasa watu waingie kwenye mioyo yao mm. yaani wajitambue, kwa sababu swala la kujitambua e, sasa hivi kidogo limeanza kulegalega. Wajitambue, ndio maana nasisitiza kwamba sio kwamba hawajui sheria, wanazijua vizuri, lakini hawako makini sana katika kuzizingatia mm. yeah. Dkt. Bima, mnazungumza mm. uh, mna, mna, mna na watu ambao kama ambavyo pia <laughs> manua amesema ni senior kwelikweli Uh, no katika, uh, na wengine wamefanya hii kazi katika nafasi tofauti tofauti, wanakuja wenye viti wa bodi. Ni rahisi ama ngumu kwa kiwango kipi kuhakikisha kwamba ile dozi ambayo nyie mmeizingatia inafika katika kiwango kile kile mnachokitaka? Yes, nashukuru sana na niseme kwamba e, kufikisha ujumbe kwa mwanafunzi hmm. yaani kwa yeyote ambaye analengwa kupata hiyo hiyo elimu, kuna mbinu mbalimbali mbali, na mbinu kubwa tunazozitumia ni za ushiriki, mbinu shirikishi. Yaani katika elimu ya mtu mzima, unaochukua viongozi, unaochukua watu ambao wana majukumu, yani sio watoto wadogo. Kwa maana hiyo, kuna mbinu ambazo ni za kuwafundishia kwa mfano. Mbinu mojawapo kubwa ni mjadala, kunakuwa na mjadala wazi ambao sasa huo, tangu tulipoanza mpaka tulipofika sasa hivi, tunatamka kabisa kwamba tunawaomba na wale ambao hawajaja waje, kwa sababu tunakutana na vitu ambavyo, e, haujawahi kuvisikia, lakini vinapokuwa vimewekwa mezani pale, watu wanaanza kuchangia, kila mmoja kwenye ule ukumbi anasema kweli, nimefanya vizuri kuja kwenye haya mafunzo. Kwa hiyo, mbinu mojawapo ni ile ya ushirikishaji, kwamba tunakuwa na, na, na mjadala wa wazi lakini pia tuna tunatoa nafasi ya kila mmoja hata mwingine kutoa e stori ya maisha yake. Unajua, mtu anaweza akatoa e stori ya maisha yake kwamba mimi bana, nilikuwa sehemu fulani, ilitokea hivi, nikafanya hivi na ilinisaidia hivi, pengine labda nilipata matatizo, pengine labda ilikuwa hivi. Sasa ule ushuhuda unakuwa ni fundisho kubwa kuliko ambavyo ungejaza notes. Mm -hmm. E, ungejaza yale matirio kwamba ukamwekea mtu kwenye flashi au ukaweka si wapi, inasaidia kupata ule uelewa mkubwa, na mtu anasema kwamba mimi hii nitaifanya. Kwa mfano e, wenyeviti wa bodi wanajadiliana namna ambavyo watakaa na kusimamia manejment ambazo wanazisimamia. mm -hmm. Lakini kwa kuweka swala kubwa la maadili, wanasema kwa mfano tunaenda, tunaendaje kuweka msingi wa utamaduni wa maadili, yaani yatoke kwa wale, wale wale viongozi wa, wa, wa, wa management. Mm. Ishuke kwa wale wafanyakazi wa kawaida kwenye kila taasisi, kwao wanajadiliana pale, kuna mtu anatoa mfano inakuwa hivi inakuwa hivi. Sasa hizo ndo mbinu ambazo zinatumika, na ndio maana tunasema kwamba sio jambo gumu. Na sisi Chuo cha Uhasibu Arusha tumebobea katika hilo kwa sababu ni chuo ambacho kwa kweli tunasema kwamba katika masuala hayo ya uongozi maswala ya usalama na mambo mengine yanayohusu eh, shughuli za kibiashara mambo ya accounts, mambo, mambo ya uhasibu mambo ya tehama mm -hmm, mambo mbalimbali mbali pia yote tuko nayo. Kwa hiyo tuna timu ambayo inafanya hiyo kazi kama alivyosema Mr. Manula, wapo wazee kama tuliowataja, lakini wapo pia maprofesa waliobobea kutoka chuo cha uhasibu wa Arusha ambao ndio hao sasa wanasaidiana na hawa viongozi wetu ambao ni mfano wa kuigwa, lakini tunao pia wao wenyewe Sekretariati ya Maadili ya Viongozi wa Umma. Kama unavyomwona Msa Manura hapa, ni mojawapo ya fasiliteta sasa, ni mojawapo ya wale wanaowezesha. Kwa hiyo ukikaa naye pale, ana yeye, ameshapita maeneo mbalimbali mm, ameshakutana na kesi mbalimbali, ameshaingia kwenye shughuli za uchunguzi, lakini ameshaona hapa na pale kwamba nini kipo. Kwa hiyo anapokuwa mbele pale anajaribu kudadavua mada, kuichambua na kutoa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni inakuwa, inakuwa ni, ni sesheni ambayo mtu anatamani asiikose. Kwa hiyo kimsingi, Mr. Nurdin tunafanikiwa kwa kiasi kikubwa kufikisha ule ujumbe kwa wale watu katika levo yao ile, na ndio maana unaona maoni ni makubwa kwamba, jamani, wengine mko wapi? hmm. ni muda ambao mnatakiwa mje hmm uweze kushiriki na kupata hii program kwa pamoja. Dr. Pima, wakati uh, Manula akizungumza, alionekana uh, kuguswa sana kwamba kuna mabadiliko yanaonekana, lakini si kwa kasi ile ambayo watu wengi wanatarajia <laughs> kuiona. Unaamini baada ya mafunzo yenu tutashuhudia kasi ambayo hata Manula anaitamani? Kwa kweli mimi nina imani hiyo, tutashuhudia mabadiliko makubwa. Kwa mfano e, nilikuwa Zanzibar kwenye mafunzo ya, ya kwanza kabisa yaliyofunguliwa Zanzibar na meya wa jiji la Zanzibar yeah. Na pale kwenye yale mafunzo tuna kati ya kitu ambacho tunakifanya kama, kama, kama timu hii sasa ya ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili na chuo cha Uhasibu Arusha, hatumwachi tu anayekuja kujifunza aondoke hivyo, tunampa action yeah. Tunampa tunampa mpango kazi sure. Kwa mfano wewe umekuja labda ni mkuu wa taasisi fulani tunakuuliza kuuliza kwamba je, una ile kamati ya uadilifu kwenye taasisi yako? mm. Jibu kama ni ndio, tunasema sasa kuna vitu hivi na hivyo navifanya. Kwa hiyo kuna checklist, kuna ile orodha ya vitu ambavyo vinatakiwa viwe vifanyike, na tunagundua kwamba kwenye baadhi ya taasisi hizo labda kamati hazipo. Kuna zile sera za kuhakikisha kwamba zinakuza zinafanya zinakuza uadilifu na, ma na maadili katika taasisi unakuta pia zipo kwao. Tunakuwa na checklist mwisho wa siku kwamba okay. Sasa kwako kama hiki unacho mm -hmm. Ni safi lakini hiki hauna, na tayari pale tunapomaliza hivyo tunasema kwamba sasa kazi ya sekretariati wanakwenda kuvifatilia hivyo vitu. Sasa yani, baada ya hapa wao wanaanza monitoring ile kuangalia kwamba okay. Hapa tuligundua hamkuwa na hiki na hiki. Sasa nataka tuone, je, mnakitekeleza na Sekretariati ya maadili imegawanyika kwenye kanda kuu nane, okay. nchi nzima, kanda kuu nane. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako hakujaguswa na kila kanda ina mkuu wake na watumishi wake vivyo hivyo. Chuo cha Uhasibu Arusha kina kampasi sita kwa Tanzania nzima, kwao, katika ushirikiano ule ule, kwa tutawafikia, tutaona, kwa sababu lengo ni kukuza na kuhakikisha kwamba sasa mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba eh, kuna kuna kuna kuna kuna, kuna kuna mwanga unakuja unaonekana, kwamba mambo yatabadilika sana, kwa sababu ni kukumbushana na kuhakikisha kwamba sasa mambo mengine anakwenda vizuri. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa pia, kama kama taasisi zote mbili, chuo cha uhasibu Arusha na, na, na ofisi ya Rais sekreta ya, ya viongozi wa umma, kwamba mambo haya sasa yatakwenda na tunaomba wale wote wanaoshiriki na uma kwa ujumla ni jambo la kushirikiana kwa sababu hakuna mshindi mmoja yani. Hakuna ile one man show, ni ushirikiano wa pamoja, ili wale wale wanaofundisha na wanaofundishwa basi kwenda kwa pamoja na nas kwa kwamba tunatimiza sasa yale malengo, maana ndio hayo ambayo e, serikali nayatekeleza, Mheshimiwa Rais anayasistiza nawaambia na watu kwamba ukiangalia hata zile ara nne za Mheshimiwa Rais hmm. kila kitu ni uadilifu na maadili mle ndani ukiziangalia zote, kwa hiyo ni, ni, ni juhudi zote za pamoja hizo. Kwa hiyo asiwepo mtu mmoja wa kusema kwamba nawasubiri hawa mimi nasubiri, hapana, ni kazi ya pamoja kuona kwamba mambo yote yanakwenda vizuri, na tunaamini hivyo kwamba yatakwenda vizuri, ndio hmm. wakati huo tunaendelea kwenda mrama kwelikweli. <laughs> Wakati huo bako mambo yanaendelea kunoga zaidi. Wakati huu uh, Manula tumemsikia vizuri, wanapima matamanio yao na kile ambacho wanataka kutoka nacho baada ya mafunzo yenyewe. Uh, na we pia tumekuona ukizungumza kwa namna ya kuguswa na namna ambavyo mafunzo yanatolewa wakati mwingine, lakini mkija mkitafuta matokeo hayaonekani katika kiwango kile kile ambacho uh, mmetoa somo. Nini sasa wito wako kwa watu ambao mmekuwa mkikaa nao darasani mkiwapiga darasa, lakini baadaye matokeo sio ya kiwango kile kinachotamaniwa. Wito wangu kwanza, umwogope Mungu. Yaani hili mimi huwa natamani sana kuliongea kwa sababu hata rais wetu the late John Pombe Magufuli alikuwa akiongelea sana hili kwamba kila kitu mtangulize Mungu. Ukiweza kumtanguliza Mungu, unaweza ukafanya mambo makubwa sana kwenye hii nchi, na ukiangalia kwa hali ilivyo sasa ni kwamba tatizo liko tu hapa kwamba kuna kujisahau. Kwa hiyo mimi matarajio yangu ni hata kwenye hizi kozi tunazowafundisha, kulikuwa na mzee wangu Simbakalia pale, alikuwa anawaambia maadili ni moro, yaani moro e moro moro mara ni kitu ambacho kinatoka kwenye kwenye moyo wako. Ukiwa na hiyo lazima utakuwa mwadilifu. Kwa hiyo mimi matarajio yangu wale ambao tumeshawapatia mafunzo miaka ya nyuma, lakini hao tunakwenda nao wawe makini sana kuzingatia kile ambacho wanafundishwa, lakini pia wawe na hofu ya Mungu ili nchi yetu iweze weze kuenda sawa hapo hapo. Mm. Yeah. Kuna moja ya, ya, ya jambo ambalo watu wamekuwa wakiliangalia wanasema, uh, hawa watu wanateuliwa wanakuwepo, lakini wakati mwingine ni kama madaraka yao mwenyekiti kama wa bodi yamefinywa hivi kiangalia na yule mtu ambaye anaendesha shirika lenyewe. Upi sasa? Mm. Hapo unaweza ukawa mwarubaini ama mstari ambao unaweza ukasaidia kwamba mimi mwenyekiti wa bodi katika nafasi yangu ambayo labda nimeteuliwa na rais, lakini baadae watakuja watu watakuwa nafasi za kuomba, na huyu ambaye ndio kiongozi wa hili shirika, nani ni nani katika utendaji? Mm, swali zuri sana na hiyo, huo mnyukano upo upo. Bahati nzuri wenyewe tunakaa nao, wanatuambia ya kuna wakuu wa taasisi ambao wana ya, yeye sasa misimamo yao, ndio ameshikilia fedha, utamwambia kitu gani? Lakini tunarudi pale pale kwamba kama mwenyekiti wa bodi yeye hakikisha kwamba anazingatia sheria, anajua majukumu yake eh? Kwamba yeye pale ndiye anayesimamia ile sera na ndio anayetoa maelekezo yote. Kwa hiyo kama kuna CEO ambaye anaonekana sasa kama analegalega, achukue hatua. Huwa tunawambia kabisa, fanya maamuzi magumu. Mm -hmm. E, ile habari ya kuogopana ndio inatuletea matatizo makubwa sana. Fanya maamuzi magumu. Kuna mmoja alikuwa anatuambia kabisa kwamba mimi bana Yani, kumfuza mtu kazi huwa naona tabu sana. <laughs> n Yani, kuna kitu ambacho kinamuumiza, nafikiria akimfuza huyu na familia yake itakuwaje. Inafikia mahala sasa tuondokane na hiyo. Mtu akifanya kosa la ubadhilifu wa mali ya umma, sio kumwonia huruma. Huyo ni mtu hatari sana kwa sababu anapofanya ubadhilifu, maanake ile mali ilikuwa imewekwa kwa ajili ya umma sio kwa ajili yake binafsi. Hasa anapofanya ubadhilifu maanake yeye mwenyewe anapelekea sasa kutaka kuharibu hata familia yake kwa sababu kile ni pamoja na familia yake eh? Kwa hiyo tunawaambia wahakikishe wa kwamba wanastiki wa kwenye sheria ya, kuna utaratibu. Kwa mfano, masisi wa, wa maadili hatufikishi watu mahakamani sisi, tunawaonya na kuwaonya na kuonya, lakini pale ambapo tunaona kwa kweli sasa ni too much. Mm. Eh, basi tunawaambia polisi kama teni huyu <laughs> pelekee ni mahali kunako husika hey. nah. maneno kwake mkuu wa kanda ya kusini ofisi ya Rais Sekretariat ya maadili huyo Felotius Manula ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi, lakini tumekuwa naye pia Dr John Pima, mratibu um, wa mafunzo ya maadili kwa viongozi wa umma ambayo yanaendelea hapa Dar es Salaam na wakati huu wanaonolewa ni wale wenyeviti wa bodi. ni no washukuru sana, leo. San, sana, san, sana. Na, na, kwa kujumuika nami leo na kwa nukta, ndo nafikia tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nordin Selemani, yangu matumaini ya kwamba, uh, umekuwa mfuatiliaji mwema kabisa wa uchanganuzi kwa juma hili, na panapo majaliwa basi tukutane juma lijalo. Kwa heri kwa leo.